Viongozi wa taifa siku zote huwa wana matatizo sana na vyombo vya habari na moja kati ya kiongozi ambaye huwa na masiara kabisa ama waendekeze kabisa mambo yote ambayo yanohusiana na, na vyombo vya habari ni pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump ambaye uh, ameshuhudiwa mara kadhaa akijibizana sana na maripota wa vyombo kadhaa vya habari ikiwemo CNN lakini pia Al Jazeera na kuna hii BBC. Mara sio moja amehusika kuita CNN kama kituo ambacho huwa kinapeperusha habari ambazo hazijathibitishwa, tunasema fake news kwa kizungu sasa imedhihirisha pia baada ya Donald Trump kwenda uh, kufufua kesi ambayo ilishai kufanyika mwaka 2021 sio kesi, kuibuliwa kwa mara nyingine tena kuweza kuibukia BBC, na hapa amedai fidia kutokana na habari ambazo ilishai kupeperusha na kituo cha Uingereza la mtangazaji la Uingereza BBC na hii ni kwa madai ya kutaka apewe fidia ya dola bilioni kumi na kwa madai ya kuchafuliwa jina. mm -hmm. Sasa hapa kesi hiyo inahusiana na vipande vya video vilivyohaririwa vya hotuba yake ya Januari 6 mwaka 2021 inayodaiwa kuchochea uvamizi wa bunge. BBC tayari imeshaomba radhi lakini inasema kwamba haina tena mawasiliano na mawakili wa Donald Trump na msimamo wake umebakia kuwa pale pale. Na kwa kipindi chote kutoka mwaka 2021 mpaka sasa hivi ilikuwa ni kesi mawakili wa Donald Trump walikuwa najaribu kusanya ushahidi wa kutosha kuweza kuhakikisha kwamba madai haya ambayo yalikuwa yameibuliwa na rais wa Marekani yanapelekwa mahakamani, lakini pia kesi inaendelea. Sasa inaonekana kabisa kwamba ushahidi upo wa kutosha, mpaka kufikia hatua ya mawakili wake kuweza kutangaza kwamba kesi itaendelea, na fidia ambayo anaitaka rais wa Marekani ni dola bilioni kumi. Hela ni ndefu sana sio ile ya mchezo hiyo. Na BBC walishaomba radhi of course, kila uh, zinapopeperusha taarifa zote ambazo zinaonekana karibu kumchafulia mtu jina huwa wanafanya swala so zima la kuomba radhi, eh, hadharani kabisa, kitu ambacho kimepeperusha taarifa hizo lazima wa, waombe radhi, lakini sasa walishafanya hivyo. Lakini kwa upande wa Donald Trump bana, hana muda kabisa wa kupokea radhi yao, yeye anataka tu kesi iendelee, fidia ilipwe, iwe kama eh, lesson fulani hivi. Sasa BBC wameshaupitia tayari moto wa Donald Trump, lakini pia hatukiacha mbali BBC, nadhani kwamba CNN pia hawatakuwa hawako mbali kabisa. Tumeshuhudia viongozi wengi sana dunia, eh, sio tu uh, Marekani, nadhani kwamba hata hapa Afrika pia kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa kituhumu sana shirika la habari la BBC, lakini pia shirika la habari la Al Jazeera pamoja na CNN kwamba wanapeperesha taarifa ambazo zimejaa uchochezi, lakini taarifa ambazo zinahusika kuweza kumharibia mtu jina. Ehe, sasa hapa nadhani kwamba kupitia wanachokipitia BBC tukakutana kesi nyingine nyingi, zaidi hapa. Mwakili wa Trump bana wako tayari kwa ajili ya hili. Tunangoja kuona eh, kesi itaishaje, lakini kesi ama ni tukio ambalo lilitokea toka mwaka 2021 na, na sasa hivi tupo mwaka elfu mbili na ishirini na tano unaelekea kuisha sasa. Ni kesi ambayo unaona kabisa imekaa takriban miaka mitano, mmh, inaelekea ni miaka mitano, maana toka ishirini na moja mpaka ishirini na tano ni miaka takriban minne. Tunaingia mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambapo kesi itakuwa bado ina nguruma.